Mwanamke mmoja wa miaka 21 kutoka kijiji cha Maungu huko Voi amefariki mapema hii leo baada ya kusombwa na maji wakati alipokuwa akijaribu kuvuka mtaro unaopitisha maji. Kisa hicho kimeripotiwa kutokea leo baada ya mvua kubwa kunyesha. Mwanahabari wetu Bright Mwandodo anaarifu. Akithibitisha kisa hicho, OCPD wa Voi Joshua Lutukai amekariri ya kwamba mvua kubwa ilionyesha katika eneo hilo usiku wa kuamkia leo imesababisha mafuriko na kupelekea uharibifu wa mali na maafa. Mpaka huko sehemu ya Kasikau, kuna mahali Calvert imepeleka mahali tatu, kwa hivyo tutatafuta engineer wa barabara aje tuangalia, lakini wakati mvua inanyesha saa hii eh, you can't too much, wakati mvua sasa iko kwa inanyesha na kupeleka, lakini Calvert tatu tayari maji imekuwa washed away. Kwa hivyo kutoka hapa na gari kufika eneo hilo la Voi limeshuhudia mvua kubwa iliyopelekea mafuriko na kufunga barabara kuu ya Mombasa Nairobi, hivyo kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Aidha, magari mawili yaliyokuwa yakisafiri kutoka Nairobi kuelekea Mombasa yalisombwa na maji baada ya madereva kukosa kutambua barabara iliyokuwa imefunikwa na maji hayo. Wananchi wameonywa dhidi ya kuvuka mito au kutumia sehemu zinazokisiwa kukumbwa na mafuriko ili kuepuka maafa zaidi, huku wengine wakilala nje baada ya nyumba zao kuangushwa na maji. Vilevile, tahadhari imetolewa kwa wakazi wa Voi na maeneo jirani ili kujiepusha na hatari zaidi. Nikiripotia habari za Mwambao naitwa Bright Mwandodo.